me ushindani ya Komesa CCC imetoza faini mashirika ya ndege ya Kenya Airways na Zambia Airways kwa kukiuka haki za abiria adhabu hizo zilizotangazwa na mkurugenzi mkuu wa CCC, Willard Mwemba, wakati wa mkutano na wanahabari mjini Nairobi mnamo Oktoba kumi, zimetokana na uchunguzi ulioonyesha kuwa mashirika yote mawili yalishindwa kuhudumia ipasavyo abiria na kutotoa msaada wa kutosha wakati wa usumbufu wa safari za ndege. Mnamo Januari mwaka 2025 tume hiyo ilitoa taarifa ya kuanzisha uchunguzi dhidi ya mashirika hayo kufuatia malalamiko ya unyanyasaji wa abiria. Zambia Airways ilitozwa faini sawa na asilimia mbili ya mapato yake ya mwaka huku Kenya Airways pia ikiadhibiwa kwa ukiukaji sawa. Uamuzi huu unakuja wakati ambapo kuna wasiwasi unaoongezeka kuhusu ustawi wa abiria katika soko la pamoja hususan katika nchi za Zambia, Kenya na wanachama wengine wa COMESA, alisema Mwemba. Mwemba alibainisha kuwa mashirika hayo mawili yalikiuka kanuni za ushindani za COMESA na kuongeza kuwa ustawi wa abiria unabaki kuwa kipaumbele cha ajenda ya utekelezaji wa tume hiyo. Watumiaji wanastahili haki, heshima na uwajibikaji, alisema. Aliongeza kuwa tume imeona ongezeko kubwa la malalamiko kuhusu ucheleweshaji, kugairiwa kwa safari, tiketi za ziada, yani overbooking na usimamizi mbovu wa mizigo katika eneo lote la COMESA. Tume hiyo imeanzisha miongozo mipya ya fidia ikiyataka mashirika yote ya ndege yaliyoko ndani ya COMESA, yakiwemo Kenya Airways, Zambia Airways na Ethiopian Airlines kutoa fidia ya pesa kati ya dola 250 hadi dola 600 za Kimarekani pamoja na chakula, malazi na mpango kuwapangia abiria njia mbadala iwapo safari zao zitavurugika. Mwemba alisema kuwa tume inaendelea kutekeleza biashara yenye haki katika nchi wanachama 21 wa COMESA. Kwa mujibu wa Tume ya Ushindani ya Komesa, hatua hii ya utekelezaji ilitokana na malalamiko yaliyowasilishwa na abiria wanne wa Uganda waliokosa ndege zao za kuunganisha safari mjini Lusaka mnamo Agosti 18 mwaka 2024. Kucheleweshwa kwa ndege ya Kenya Airways kuliwa kuliwalazimu abiria hao kulala Lusaka bila mpango, huku shirika hilo la ndege likishindwa kuwapatia malazi ripoti zilionyesha kuwa abiria hao wanne waliokuwa wakielekea Livingstone, Zambia, kupitia Nairobi, walikuwa wamepangiwa awali kuondoka Entebbe saa tatu na dakika 50 asubuhi kwa ndege ya Kenya Airways KQ419 kuelekea Nairobi. Walitarajiwa kuunganisha safari na ndege ya KQ 706 kuelekea Lusaka saa saba na dakika 15 mchana siku hiyo hiyo. Hata hivyo, ndege ya KQ419 ilichelewa sana na hivyo kuwafanya abiria hao wakose safari ya kuunganisha kwani KQ706 iliondoka Nairobi bila wao. Ingawa Kenya Airways iliwapangia safari nyingine, ndege hiyo ya pili pia ilichelewa kwa saa kadhaa na kuwasafirisha hadi Lusaka usiku sana, saa tatu baada ya ndege yao ya kuunganisha safari kwenda Livingstone kuondoka. Tume pia ilibaini kuwa abiria walioathirika walifika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta saa 8 dakika 6 asubuhi baada ya kuchelewa kule Entebbe na kisha wakasubiri zaidi ya saa saba, kwa KQ 7 kwa ndege yao nyingine ya kuunganisha KQ 704 kuelekea Lusaka.